Vizuri wananchi, tuko vizuri sana ah, ah. Toka daa mnakwenda Mbeya? Tumetoka Dar es Salaam tunakwenda Mbeya, tunakwenda kupata pointi tatu muhimu. Sindi, tunakwenda kufuata pointi tatu muhimu. Unajua Mbeya City sio wanyonge. ah, sasa <laughs> hiye timu ya Mbeya City ni timu ndogo sana hiyo. Mbeya City ni kama, kama, kama Simba tu. Ni watoto wadogo wale, sisi kama Simba kama Simba tu, haona tofauti Mbeya City hawa wamepanda ligi, wanataka kuonyesha watu wanambea kwamba wao sote mdogo sawa. Wamepanda ligi, wanataka kuonyesha kama sio watoto wadogo, lakini kwa watoto wenzao sio kwa giant kama Yanga. Unajua, unaongelea timu ya Yanga, unaongelea ni mabingwa kihistoria katika nchi hii, unaongea na magiant. Yaani wanaweza kufanya chochote sehemu yoyote. Yanga haina ugenini, haina nyumbani, popote inakupiga. Haijakuwa mechi nyepesi kati ya Yanga na watu wa Mbeya huku, ah, sawa Mbeya City. kwenye kumbukumbu kumbu yangu tumekutana naye mara sita, ametoka sare mara nne, tumemfunga mara mbili, hajawahi kushinda, lakini tunaenda kivingine, tunakwenda kivingine. Kwa hiyo wajiandae kisaikolojia, kama atakalili Yanga ile ya miaka ya nyuma, sio Yanga hii kwa kweli, imebadilika. Yanga hii Yanga hii imebadilika kwa sababu ya ngai hii tuliona sasa hivi hatutaki mpira burudani, nataka mpira matokeo. Na burudani inakuja baada ya kushapata matokeo muhimu. Kwanza pointi tatu, magoli yaingia, ndo mnaleta ile burudani sasa. Mtu kapigwa tobo, kapigwa kanzu, kazungushwa, kafanya hivi, wakati huo tulishaongoza goli tatu nne, na kwa kweli Mbeya City wanaenda kuioga, sababu rasmi tunaenda kuanza ligi tena na tena, ndo naenda kuanza ligi, sababu wao watakamia sisi, tunaenda kucheza kama vile yani tulishamalizana nao, kwa sababu tunajua ligi kweli imeanza. Timu ndogo huwa zinataka kujionyesha, kujifutumua kwa timu kubwa, lakini tunauhakika hata wafanye vipi kipigo kiko pale pale, lakini uwanja wa soko ile unakuwa mgumu sana. Yanga afika anza ya kucheza hayo mambo ya kukalili, hayo mambo ya kukalili inaweza ikatokea tena na leo hapa. Ah, liwezekani hamna kitu kama hicho nakwambia, hey. nakwambia sasa hizi tunakwenda hey. baadaye nitafute tukua piga chini ya goli tatu hey. Nje uchukue hela ya soda shilingi elfu tano chini ya goli tatu, njoo chukua hela ya goli tatu, soda shilingi elfu tano Jamani simmesikia Eh hey, ushahidi? Malaki mnafunga kwa nzia ambayo matatu kwenda juu. Mnafunga goli tatu kwenda juu. Tuna uhakika. Na ukitaka hata 5000 nikupe kabisa ili ilu nirudishe. Nikuume yani. Yaani nakupa hey. 5000 yako na kanayo halafu baadaye unanitafuta bwana, chukua hela yako. Ndio. Eh. Bwana Yanga, mnasiwasiwa kwenye kufunga sana, dube anakosa nafasi nyingi, anapata nafasi chache anatumia. Ah hapana, ujue mfumo wa Yanga sasa hivi tofauti na timu zingine. Kwamba striker we usiwe mfungaji tu, tengeneza hata nafsi na nini, nafasi umpe mtu afunge. Dube hajafunga lakini anatoa assist yaani, usiwe na tamaa kutaka lazima ufunge wewe yaani, usipofunga toa assist ushafunga, kwa sababu sisi tuna mpango kununua goli goli, likiingia tunalinunua kwa hela. Kwa hiyo ukitoa assist umepata hela, likifunga goli umepata hela, na ndio na ndio na ndio maana ile timu inaitwa wananchi, yote anakufunga wewe. Mfungaji anaweza kutokea kiungo, sio mshambuliaji. Angalia ligi iliyoisha, wafungaji alikuwa Clement Mzinze, kuna uh, Pakome Maxi Dube, wote wamefuatana magoli azizikii. Yaani tofauti ya striker na hawa viungo ilikuwa tofauti ya goli mbili, mtu ana goli kumi na tatu, ana goli kumi na mbili, anagoli kumi na nne, ana goli kumi, anagoli tisa, ana goli nane. No, zungumza na mashabiki wa timu ambayo wanaishabikia hawa Mbeya City ambao mnakwenda kukutana nao leo. Kwa kweli mashabiki wa Mbeya City kwanza mpira sio ugomvi. Yeah. Na mpira sio uhasama, mpira burudani, wajiandae kisaikolojia. Ni ndugu zetu, jamaa zetu, lakini tunapoingia ndani ya dakika tisini ndugu, jamaa tunaweka pembeni. Nakumbuka miaka ya nyuma ilikuwaga Kasongo wa Sumani na Isa Sumani walikuwa wanacheza timu tofauti. Ilitokea Salum Kabunda ninja alimchezea faulo nanii ikasongwa sumani aka, Isa asumani akataka kupigana watu akamwambia, Salum Kabunda akamwambia, sikiliza, huu ni mpira. kama ndugu yako nje ya uwanja, hapa ndani ya uwanja kwa hiyo sisi tupo kazini, tupo kazini. kwa hiyo hata hawa Mbeya City tunaenda wao wajiandae tukashangilia kwa pamoja, wakubali matokeo yatakayotokea, kwa sababu kupigwa nikuko pale pale ni sawa na maiti. Ni well, uh, chukue, uh, na maiti akatai kuvaa sanda. Kwa kweli nimeichukua chukue, na nishakwambia chini ya goli tatu elfu tano ya kwako, na ukitaka nikukabidhi sasa hivi ili kuirudisha ikuume, au nikukabidhi kabisa? Ah, haiwezi uh, eh, uh, uh, kuniuma itakuma, ndio maana nataka nikupe elfu tano we nayo. Alafu baadaye tulishamgonga goli tatu, tukwenda juu, unaona hela yako tena. Wakati na nikabidhi we hivi hivi ili watu wajue, la we, hela inauma.